Shalom. This is your pastor Amosi Ally Mwazembe. Nakuletea neno la Mungu siku hii ya leo ambalo litakuwa na msaada na litabadilisha maisha yako kwa kila unapotembea na kwa chochote kile ambacho nakifanya. Karibu kwa ajili ya kusikiliza somo la siku ya leo ah, hallelujah. Leo tutakuwa tena na mfululizo wa somo letu la namna ya kuwa huru au namna ya kuwekwa huru kupitia maandiko na kupitia kwenye Biblia na kama ambavyo tulisemezana katika rekodi ya kwanza ya kwamba kuna maeneo ambayo umekuwa ukipambana, hauoni uhuru hauoni kutoka hauoni kuendelea mbele, japokuwa unamwamini Mungu, na imefika mahala ambapo umefanya juhudi zote za kumtafuta Mungu, lakini hujaona uhuru ao unaukaribisha pia. Katika mfululizo huu wa masomo ambao siku hii ya leo tutakuwa tunaangalia uh, definition of terms yani maana ya maneno katika ule mstari wetu wa msingi ambao ni Yohana 8 ule mstari wa 31 na, na ule mstari wa 32 na mbili, na ambao unaanza kwa kusema ya kwamba Yesu akawambia Wayahudi waliomwamini, ikiwa ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wafuasi wangu kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Hapa kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukayapata kutoka kwenye huu mstari ambayo yanatusaidia na kutufikisha kwenye hatua yetu ya kuwa huru katika maeneo fulani. Aa, na siku ya leo tutakuwa tunaangalia namna gani ya kutoka kwenye neno la Mungu unakuwa mwanafunzi, alafu kisha kuwa mwanafunzi ndo unaipata hiyo kweli ambayo hiyo kweli itakuweka huru. Kwao tutakuwa tunaangazia zaidi kwenye kipengele cha namna ya neno la Mungu linavyokufanya kuwa mwanafunzi. Au anaposema kwamba mmekuwa wanafunzi wangu kweli, ni ina maana gani? inamaanisha nini? na sisi kama sisi tutajipimaje kuwa wanafunzi wa kweli? kwa sababu kiangalia kwenye mstari huu um, mzuri kabisa, anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli, tena mtaifahamu. Kwa uwezo kaifahamu kweli ambayo itakuweka huru, isipokuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo maana yake nini? Kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kama hatua ya kuifahamu kweli ambayo itakuweka wewe kuwa huru. Moja, mwanafunzi ni mtu ambaye anajifunza, elena mtu ambaye shauku ya moyo wake ni kujifunza. Yumkini ni kweli umekuwa na shauku ya kuombea tatizo, lakini haujaanza kuwa na shauku ya kujifunza kuhusiana na hilo tatizo. Unaweza kufikiria mfano rahisi sana. Unapeleka madaktari shuleni, wanasoma miaka sita, wakiwa wanafuatilia na kutaka kujifunza matatizo yanayowapata watu ya kiafya. Na unaenda kwake, unamwamini, unaeleza shida. Na yeye si kwa sababu ameomba, ila kwa sababu anaufahamu, amekuwa mwanafunzi kwa muda mrefu, anaifahamu hiyo shida, na yeye anakusaidia kwenye hiyo shida na kukutatulia matatizo yake. Vivyo hivyo, hivyo ili wewe uweze kutatua matatizo yanayokusibu kwa kutumia neno la Mungu lazima ukubali kuingia kwenye shule ya Yesu, yani uwe mwanafunzi wake, uwe mtu unayejifunza kutoka kwake, si tu kwa kuhudhuria jumapili kanisani. Hapana, hapana tena hapana, bali kwa kuwa mwanafunzi wake kila siku na kila saa. Kwa maisha yako wewe yanakuwa ni maisha ya kila kinachotokea kwenye maisha yako unajifunza. Kwamba kwa nini hili tatizo lipo? Unaanza kukaa, kwa nini hili tatizo? Unaanza kujifunza hili tatizo ni nini? Kwa nini limetokea kwenye maisha yangu? Mungu ana mpango gani juu ya hili tatizo? Mungu anasema nini juu ya hili tatizo? Neno lake ni lipi ambalo natakiwa nisimamie kwenye? Kwa hiyo ni kazi ya mwanafunzi, unachukua kalamu yako, unachukua Biblia yako, unachukua vitabu vya watu mbalimbali ambavyo mbali wamesoma, unaanza kujifunza, unaanza kuchimba. Na Samahani kwa kusema hivi, lakini Wakristo wengi tunakimbilia kwenye kuomba, tunakimbia kwenye kipengele cha kujifunza. Nakumbuka Kristo alisema mkikaa katika neno langu. Je, wewe umejifunza kwanza? Hilo neno la Kristo unalo moyoni mwako? Kwa hiyo mwanafunzi ni mtu ambaye anajifunza, anataka kuelewa kitu kwa undani zaidi. Nakumbuka mtu ambaye anajifunza Biblia inasema kwamba apenda hekima, apenda maarifa. Kwa mtu ambaye anatafuta hekima, namna ya kuamua mambo, namna ya kufanya vitu katika ulimwengu huu, hata kuweza kuweka maono yaweze kufanikiwa, ni mtu ambaye anajifunza. Wewe unataka labda, kwa mfano uh, unataka kuanzisha huduma uh, au unataka kuanzisha biashara kwa misingi ya kibiblia. Je, unajua protokol, au unajua kanuni Mungu huwa anaanzeje na watu kwenye hizo biashara? Unamwamini Mungu kwa habari ya kupata mtoto. Je, unajua protokol za Mungu kutoa mtoto? Umejifunza kwa watu wangapi kwenye Biblia ambao wewe umewachukua, umekuwa mwanafunzi kwao, wao wamekaa kuwa walimu ili wakufundishe? Nakumbuka ili uweze kuipata kweli itakao kuweka huru ndio maana hatukuiti kanisani kwa ajili ya kuja kutoa tu sadaka, hatukuiti kanisani kwa ajili tu ya kuja kuhubilia, tunakuita kanisani ili tukufundishe. Yesu anasema wafundisheni lile neno, ukisoma katika ile, uh, katika kitabu cha Matayo 28 kuanzia ule mstari wa 19 na, na ule wa 20, alipokuwa anatoa ile amri kuu ya kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Sasa tutawafanyeje watu kuwa wanafunzi wake? Kwa kuwafundisha kuwa Unapofundishwa ndipo unapotengenezwa kuwa mwanafunzi, na unapotengenezwa kuwa mwanafunzi, kuna kweli inayozaliwa ndani yako ambayo hakika itakuweka huru. Kwa hiyo maana ya kwanza ya kuwa mwanafunzi ni kuwa mtu unayejifunza, tafuta kujua vitu. Hatua ya pili, namna ya kuwa mwanafunzi ni mfuasi unayefuata njia fulani. <laughs> Napenda nikwambie siku hii ya leo, ndugu yangu, mtumishi wa Bwana pendwa katika Kristo Yesu ya kwamba ili wewe uwe mwanafunzi, lazima uwe mfuasi wa Yesu. Hauwezi ukafika mbali kama hujafuata njia ambazo Yesu anataka wewe uzipite. Kumbuka Wakristo wengi leo wanataka watu wawe wa kuomba, kuingia kanisani, kujifunza na kutoa sadaka, alafu wanatoka wanaenda kufuata njia zingine. Kumbuka wakati Yohana anakuja na ujumbe, alisema itengenezeni njia ya Bwana njia ya Bwana, maana yake ni kitu ambacho wewe natakiwa ukifuate, na kumbuka hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana, kwa wewe kutoka kwenye moyo wako wa ndani kabisa, ili uwe mwanafunzi ambaye utaigundua ile kweli, na ile kweli itakuweka huru. Hakikisha unakuwa mtu ambaye utaanza kuzitafuta njia za Bwana, utakuwa mfuasi. Kumbuka wakati Yesu alipokuwa anawatengeneza wanafunzi wake ambao baadaye walikuja kuwa mitume, alisema ya kwamba njoni mnifuate. Kufuata maana yake nini? kufuata tusi tu kwamba unakuwa nyuma ya mtu unakuwa unamwangalia. Ah, kufuata maana yake unaanza kutoka kwenye hatua ya kwanza ya kuwa mtu unayejifunza. Unaanza kufuata maana yake unaanza kuiga practical, kwa usahihi zaidi, au kwa vitendo namna ambavyo vitu vinafanyika ndo maana maana ya kuwa mwanafunzi. Kwa unajifunza, kujifunza haina maana kwamba utafanya practical au hauta, haina maana maana kwamba utafanya utendaji. Ndio maana watu wengi leo wanajifunza namna ya kutoa fungu la kumi ili waweze kutoka kwenye hali ya kupungukiwa au gara zao kutokupata uh, ujazo wa kutosha kama Mungu ambavyo aliahidi kwenye neno lake ya kwamba watu watakapotoa dhabihu au watakapotoa fungu la kumi basi watajaziwa katika gara zao. Kwa huyu mtu anakuwa anakuwa amejifunza, anakuwa amejifunza ameelewa hapo wee kwamba itakufanya kuwa mwanafunzi? Hapana, ila itakufanya tu kuwa mtu mwenye maarifa au mtu mwenye taarifa. Kwa hatua ya pili ambayo utaifuata ili wewe uwe mwanafunzi, lazima uwe mfuasi. Manake utakuwa mtu ambaye unakuwa katika utendaji. Kumbuka Yakobo alisema kwamba msiwe wasikiaji wa neno tu, manake msiwe wakusanyaji wa taarifa, muwe watendaji wa neno. Siku hii ya leo unapoisikia hii podcast, yumkini unamwamini Mungu aweze kukuweka huru kwenye maeneo fulani. Hebu anza kuchukua hatua za utendaji kwenye maisha yako. Mwamini Mungu, lakini anza kuangalia ni vitu gani ambavyo Mungu anataka wewe uvifanye ili akuweke huru. Kwa mfano, unataka kutukuzwa juu ya mataifa yote. Hiyo ni lengo lako. Umepambana, umefanya kila Linalowezekana ili uweze kutukuzwa juu ya mataifa yote, lakini haiwezekani. Makabila hawajakujia, makabila hawaja kuheshimu hawa, watu hawakuheshimu. Ni kitu gani ambacho wewe utakifanya ili uweze kuwa juu ya mataifa yote? Biblia nasema kwamba katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ishirini na nane na ule mstari wa kwanza, ya kwamba na itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, haleluya, na kuyatenda. Sasa kwenye kuyatenda ndokuwa mfuasi ndoku katika utendaji. Yesu alipotaka kuwagawia watu mikate, ili wanafunzi wawe wanafunzi, lazima liwaweka katika utendaji. Akamwambia, jamani, wakalisheni watu chini. Cha kwanza, cha pili, bebeni hii mikate. Ukiangalia vizuri wale wanafunzi, kama ungekuwa ni wewe mkini ungekimbia, lakini ilihitaji imani sana. Unaenda kwenye kikundi cha watu hamsini wa uliowaketisha ili wagawie mikate ambao ukiangalia kwenye sahani yako wendo umechukua mikate mitano tu, lakini kadri walivyokuwa wanagawa walikuwa wanashiriki muujiza wa maongezeko, wanaona tu ile mikate haipungui. Ndio maana mtu ambapo anaanza kuwa mfuasi wa Kristo maisha yake anaanza kuwa ya tofauti, kuna alama za kimungu ambazo zinaanza kutokea. Yamkini, umekuwa mzembe kwenye maombi, umkini umekuwa mzembe kujifunza neno la Mungu na kuliweka kwenye utendaji na kusihi. Wakati unapofuatilia namna ya kuwa huru, hakikisha uishi tu kuwa mtu unayejifunza, hakikisha unakuwa mtu ambaye utakuwa mfuasi. Haleluya! Uh, lakini pia natamani niweze kukwambia kwamba kuwa mwanafunzi wa Yesu ni zaidi ya kumwamini Yesu, ni zaidi ya kumwamini Yesu. It's beyond trusting and believing in him. Yaani ni zaidi. Unajua, unaweza ukawa unamwamini mtu, lakini haina maana kwamba huyo mtu unayemwamini unaweza ukafanya chochote kwake yeye. Kwa hiyo ili watu waweze kufika mahala ambapo nguvu zilizoko ndani ya Kristo ambazo zinaachiliwa kwenye neno lake na mle ndani inagundulika kweli, na ile kweli inawaweka watu huru, lazima watu wafike mahala ambapo watayatoa maisha yao kwa Bwana. Unaponisikiliza siku ya leo, ni kweli unaomba juu ya jambo fulani lakini una uhakika moyo wako na maisha yako umeyatoa yote kwa Bwana? Siku hii ya leo nimekuja ili niweze kukupa tu taarifa ya kwamba tunafanya tu definition of terms, za kujua maana ya kuwa mwanafunzi. Salenda maisha yako yote kwa Mungu. Yumkini umechoka, Mungu anataka uombe wewe, utaki kuomba. Yumkini huna chochote, Mungu anataka kutoa, lakini wewe utaki kutoa. Kwa ni hali ambayo unajikana wewe mwenyewe na kubeba msalaba ili uweze kumfuata. Na ndicho kigezo cha kwamba unapoanza kufanya practice kwa Mungu, unapoanza kufanya mambo ya utendaji, lazima uhakikishe kwamba unajikana wewe mwenyewe. Mimi ninaamini tuko katika siku za mwisho ambazo kanisa linatakiwa liwe na nguvu katika ulimwengu ili kuweza kutenda mambo ya ajabu na makubwa mno, wakati ambao neema ipo kubwa sana, na ninaiona hiyo neema inakuja juu yako kuweza kukusaidia, ili si tu kwamba utaishia kulisikia neno la Kristo, lakini ndani yako itazaliwa hiyo kweli, ambayo hiyo kweli itaanza kukuweka huru. Ninakuombea katikati ya siku ya leo unaponisikiliza, na mahali popote pale ambapo moyo wako umeweka kwa ajili ya kuisikia sauti hii, ninakuombea neema ambayo iko juu yangu ikaje juu yako kwa ajili ya kukusaidia na kuingia kwenye utendaji, hata hatua nyingine itakao utakapofanya rekodi nyingine ya namna ya kuwa huru katika kipengele kingine ambacho kinafuata, uh, kuweza kuexpose vizuri na kuelezea vizuri kuhusiana na kweli. Ninaamini hakika Mungu atakugusa leo. hakikisha unaandika vitu chini, ni maeneo yapi ambayo unaenda kujifunza kwenye lile tatizo. Hakikisha unaenda kukusanya taarifa kwa Mungu, taarifa kutoka kwenye vitabu mbalimbali vya waandishi, watu mbalimbali ambao mbali mbali wanasoma. Lakini pia cha pili, hakikisha unakuwa mtu mwaminifu utakayemfuata Kristu, utafuata maelekezo yale anayo kuelekeza. Lakini cha tatu, hakikisha ya kwamba utakuwa mtu ambaye moyoni mwako utakuwa mtu ambaye umesalenda au umeyaachilia maisha yako kwa Bwana, umejitoa kwa Bwana, na hizi ndizo hatua tatu ambazo zitakufanya wewe uwe mwanafunzi. Na hatua ijayo au rekodi ijayo nitakukaribisha kwa ajili ya kujua sifa za mwanafunzi ni zipi. Mungu akubariki na kutakia ukawe huru katika maisha yako katika jina la Yesu. Naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku hii leo juu ya mtumishi wako ambaye analisikia neno lako ambalo Bwana limetoka katika kinywa cha mtumishi wako. Ninaamini huyu mtumishi wako Bwana amekuwa akikutazamia wewe ya kwamba kuna mahali atafika, ataona ule uhuru katika namna ufahamu, katika namna maono, katika namna na maisha katika kifedha, kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Wengine wanatafuta uhuru, Bwana, wa kutoka kwenye utumwa wa kuwa tasa, kutoka kwenye utumwa wa kuwa maskini, kutoka kwenye utumwa wa kuwa na magonjwa. Lakini leo hii Bwana anaachilia neema ya uelewa na ufahamu ambayo itaweka kuwa huru. Ni wewe Bwana ambao ulisema imempendeza Baba ya kwamba sisi tuzijue siri za ufalme wa Mungu, na hii ni siri ya ufalme wa Mungu ya kwamba tunapokaa na kulisikiliza neno lako na tunapokuwa wanafunzi wako kweli kweli, ndipo ile kweli inafunuliwa kwetu. Hiyo kweli haiwezi kufunuliwa kwetu isipokuwa tumeamua kuwa wanafunzi wako. Na mtumishi wako huyu, Bwana, ameamua kuwa mfuatiliaji wa neno lako, ninaomba kweli ikadhirishwe kwenye maisha na yake, naye akawe huru katika china la Yesu Kristo wa Nazareti, tukiomba na kushukuru Amen.